Tujenge utamaduni wa kulinda na kuhifadhi mazingira yetu, na zaidi turithishe utamaduni huu kwa watoto wetu. Mtoto akipanda mti na akausimamia akiwa mdogo, anakuwa na upendo na mazingira na fikra za kulinda mali asili za nchi yetu. Vile vile niungane na kampeni inayoendeshwa na shika la utangazaji Tanzania ya 27 ya kijani kwa kutoa wito kwa wananchi, taasisi na wadau wote wa mazingira, kupanda angalau mti mmoja nyumbani, shuleni, kazini, au kwenye maeneo ya jamii na kuhakikisha miti hiyo inatunzwa mpaka ikue. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, niwashukuru tena kwa kuungana nami katika kumbukumbu hii ya siku yangu ya kuzaliwa kwa kujitolea kuhifadhi mazingira kwa faida ya Watanzania wote kwa ujumla wetu. Santeni sana kwa kunisikiliza. Mungu aibariki nchi yetu Tanzania na Mungu atujalie tuweze kulinda mazingira yetu. Basi kwa kuwa ni siku yangu, Mungu anibariki na mimi asanteni sana kwa kunisikiliza Aya.